Tumepata iftari tunasema alhamdulillah, tukiwa wote wazima na salama. Lakini mimi nilisimama hapa mbele yenu kwa majina yangu, naitwa Salma Saif Saidi, ni katibu wa UWT wa kata hii ya Miburani, ambapo hapa mlipo ndo tawi langu. Nimesimama hapa na nimekuja kwa kumwakilisha mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili la Temeke, mama yangu Doris Kilave, ambaye amepata dharura kidogo ya msiba, yuko Morogoro, wanazika hii leo. Kwa hiyo akaniomba nije ni, ni mwakilishi hapa. Na nichukue nafasi hii pia kuitambulisha jukwaa la kijani Ilala ya kijani inakwenda kuzinduliwa. Uh, na tushafanya mazungumzo na waandishi wa habari, ikiwa kama moja ya jukwaa la TK Movement mkoa wa Dar es Salaam. Tunasema Dar es Salaam green economy, Dar es Salaam inatakiwa kuwa na uchumi wa kijani, na tunakwenda kuzindua jukwaa hilo tarehe kumi na mbili na kumi na tatu viwanja vya Chanika, itaitwa Ilala ya kijani. Naam, tumekutana leo katika tukio la iftari pamoja na dua maalum kwa ajili ya kumwombea mama yetu kipenzi, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa, una lipi la kuzungumzia kuhusu tukio hili la leo la iftari pamoja na dua? Kabisa, na dua maalum kwa mheshimiwa rais. Ah, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rahema ambaye ametufikisha siku hii ya leo, na ninashukuru pia watanzania waliojitokeza mahali hapa, hasa walemavu na makundi ya kina mama, ambao tumekusanyika kwa pamoja ili kuonesha kwamba utu, umoja, upendo, mshikamano ndio unaotawala Tanzania. Tukio limeenda vyema sana, tukio limefana lakini pia jambo la kipekee zaidi, tumefanikiwa kujumuika na a, watu wenye mahitaji maalum au makundi maalum katika kuhakikisha kwamba kuhudumisha umoja baina ya Watanzania wote wale ambao wapo sawa na ambao pia wana changamoto mbalimbali. Nimepata bahati ya kuweza kuhudhuria tukio hili ambao limeandaliwa na viongozi wa TK Movement kutoka mkoa huu wa Dar es Salaam, na tukio hili limefanyika katika wilaya ya Temeke, na niseme kweli tukio limefana. Ni mojawapo ya matukio ambayo ni endelevu ambayo yanaendelea kufanyika katika mikoa mbalimbali mbali na ni matukio ambayo yanaonyesha kwamba ni uthubutu pamoja na kujitolea pamoja na niseme imani, kwa sababu tukio hili limeambatana na kumwombea Mheshimiwa Rais, dua ya kuweza kumfanyikisha katika shughuli zake, niseme katika kazi zake za kitaifa kiujumla, pamoja na viongozi wake wengine wote. Kwa pamoja tunaweza kani, jambo dogo lakini katika mioyo yetu, nia ndio inaongea zaidi sababu sisi ni vijana na tumeona kuna sababu ya kuhakikisha mama yetu tunamuombea kilicho chema. Kwa hiyo, kwa mimi, kwa wilaya yangu, naona ni fursa kuwepo hapa siku ya leo kujumuika na wenzetu a wilaya ya Temeke katika wingi ambao tulikuwa nao, na jambo tumelitenda na naimani itakuwa mfano kwa watu wengine pia.